Kuhalalisha tu au pia itakuwa ni pamoja na kutizama? Pamoja na kutizama, itakuwa ni pamoja na, no, na kutizama, kwa sababu yeye anatizama akiitakidi kwamba ni halali hali ya kuwa ni haramu. Kwa hivyo anakuwa amepata shida, amepata dhambi kubwa, arejee kwa Allah atubie. Vipi wale wanaosema kuwa Allah, Allah, Allah amenikadiria nisiswali, je, hawa wanaingia kwenye, kwenye ukafiri? Eh, hey, wana, wanaingia naam. Wana mtu anasema kwamba Allah amenikadiria ni swali. Kwa nini unasema amenikadiria ni swali? Swali swali? Eh? Kwa nini unasema unasema kwamba Allah amenikadiria amenikadiria ni ni swali lakini. Naam, usijitetee kwa kadar kwa kufanya maasia yako haifai namna hiyo. Naam. Inafahamu mtu swali akiwa amevaa kaush ambayo kwenye mbega. Masala ya, ya namna ya kuswali itakuja baadaye inshaallah. Kuhusu kaush mtu swali na na nguo imekatika mkono yafawa ifai. idha kana waqtu sala qad ana walam yuadhin hal mm, hal sayuadhin fi dhalika alwaqt maa aliqama mubashara. Na ikiwa wakati wa sala umefika na ikawa hakukuadhiniwa, yani, mfano hapa msikitini mathalan, kuna muhadhara, alafu ikawa imepelekwa mbele, hakukuadhiniwa, basi eh, lakini ikawa misikiti mwingine wameadhini tunaweza sisi tukakimu tuka tu au tukaadhini na kukimu hapo hapo, pia inafaa. Naam, halali ya kusema Allahu Akbar moja moja, na hiyo sisi tushaelezea. Alhamdulillah, ili hapa alisomeki inshallah. subhanaka llahumma wa bihamdik shahada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. albabu thani